Kaimu makamo mkuu wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino kampasi kuu ya Mwanza Padri Profesa Juvenila Santimungu amesema kuwa iko haja ya chuo hicho kuanza kuwaita wale waliohitimu ndani ya chuo hicho, ikiwa e ni moja kati ya mikakati itakayosaidia kukikuza na kueneza ushawishi wa chuo hicho hapa nchini. Amesema hayo hii leo wakati wa adhimisho ya misa takatifu ya siku ya Mtakatifu Agostino ambaye ni somo wa chuo hicho Misa iliyoadhimishwa ndani ya ukumbi wa M15 unaopatikana ndani ya chuo hicho. Kwa hiyo mimi kuwa kati ya alumnai wa hapa na wigwa, kuanza na zoezi la kualika alumnai wengine, tuje tuwe na siku yetu hapa, tuungane alumnai na wane tuliokua, unajua siku ya sikiwah tunafanya hii, lakini tutaanza kupangilia na tutaona kamati mbalimbali tuwalete wale alumni, ni timu nzito itakayofika hapa ili tuweze kuwaeleza tunataka tufanye nini pamoja. Ndipo Profesa Asantemungu amesema chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kitazidi kushirikiana na wale waliomaliza ndani ya chuo hicho ili kutoa nafasi kwa wale wanaoendelea na masomo kujua na kung'amua namna fursa zilizopo pindi watakapomaliza masomo yao. Wale tuliopo na wale ambao walishaka hapa. Na utaona maajabu ambayo yataenda kutokea katika hili. Nawaambia hivi hili na nini, mkihitimu msisahau SAUT muweze kuikumbuka, na tutawatengenezea mazingira ambayo kweli utaisahau. Aidha, akiongoza misa ya maadhimisho ya siku hiyo ya Mtakatifu Agostino, makamu mwenyekiti wa mapadri wote Tanzania na padri wa jimbo la Nyamuhongoro, Padri George Nzungu, amesema kwamba Wakristo wote wanatakiwa kutenda wema na kushinikiza kuwa kuwa na wadhifa au cheo fulani hakukuondolei kutenda e, dhambi. Na mwisho kabisa, kuliombee taifa letu, tunapitia katika kipindi kigumu, nasikia mambo mengi. Tumwombee rais wa nchi, tuiombee nchi, na tuombe tupite katika uchaguzi usalama. Tuombee nchi yetu ya Tanzania, hii ni kisiwa cha amani. Hata sasa hivi tuko hapa kwa sababu ya amani ya nchi yetu. Kwa hiyo tuwaombe viongozi wa nchi yetu. Tuombee taifa letu, nyie wote wanafunzi, na tuombee uchaguzi unaokuja, taifa letu linapopita ipite kwa amani na utulivu, ili tunapoelekea tunapo, tunapo basi nchi yetu iendelee kustawi na iendelee kudumu katika upendo na ushikamano. Taifa la Tanzania likiharibika tutakimbia hapo. na no baadhi ya wanafunzi waliohudhuria misa hiyo ya, ya mtakatifu Agostino wameeleza namna tofauti tofauti kuhusu historia ya kiongozi huyo na mcha Mungu, huku akisema alikuwa ni miongoni mwa wale waliotoa ishara ya ujana na kusema kuwa Mtakatifu Agostino ni miongoni mwa vielelezo muhimu vya maisha ya ujana kabla ya kumgeukia Mwenyezi Mungu. Si kwangu ah, mimi maadhimisho ya hii siku ya Mtakatifu Agostino, kwanza tukirejelea kwenye kile kitabu chake cha Building the seat of God kwamba tulijenge jiji la Mungu. Kwa hiyo kwanza kiroho, na pia ukifuatilia kwenye kanuni za kanisa Katoliki huwa tunafanya kumbukizi ya somo au msimamizi wa taasisi jumuiya au chama chochote. Mimi kama mwamini nimefurahi sana kushiriki katika kumbukizi hili la mtakatifu Agostino kwa sababu Mtakatifu Agostino alikuwa akiwahimiza sana vijana katika kumtumikia Mwenyezi Mungu. Hivyo basi mimi na, kama kijana au mwamini nina furaha kubwa sana na pia nina kwanza. Mimi kama kijana mimi kama kijana ninapata nguvu za kuwahimiza vijana wengine wamtumikie Mwenyezi Mungu kama alivyoishi Mtakatifu Agustino.